Sio kwamba naiachanga hivyo, naitupaga sana kiboot a ah, nafanya narudi, nafanya kidogo nafanya hivyo, lakini sasa hivi kidogo at least, uh, nitakuwa serious kidogo yani nitaipea muda sana ya, kwa sababu kwanza nimeamua kukaa chini na <laughs> na rafiki yangu kaka yangu manager wangu Timamu, ya tumekaa chini tumeamua kufanya vitu fulani hivi na pia na brother wangu Mpoke, my brother from another mother, Mwarabu, tumepangilia ma vitu fulani vya kufanya yeah. Unajua, kurudi kwa mtu ni wewe, ukitia nia, kama unataka kurejea tena yeah. Lakini sio kwamba eti kwa sababu soko ya comedy maybe iko juu au soko nyingine iko juu ndo naweza kukurejesha, uh -uh. Ni userious wako vile mwenyewe unapenda na unajitoaje kwa hiyo job Yani ya hivyo tu, sana sana ni kujituma zaidi. Nitafanya sana sana, naona comedy zaidi, kwa sababu kwanza unajua sasa hivi watu wana ma stress mobe ya life akiwa eti o au wanalia, wapambane na hizo maisha zako, eh? Nitakuwa sana serious kwenye, nini, kwenye comedy. Na pia vile vile ukiacha hivyo, watu wanapenda sana na inasambaa kiurahisi zaidi and, uh, na pia ni rahisi pia kufanya. Kwanza kabisa watu wajue toka kitambo, mimi niko timamu, japo tu kwa sababu nilikuwa nje ndani na mabusiness, uh, Timoth alikuwa aiko nini sana kunitambulisha hivyo, lakini mimi ni mwanzilishi wa Timamu. Yani toka Timoth ana, anatumia ile lap, nini nini ile nini kompyuta ya chogo ile ya bichwa kubwa nyuma tuko Mabibo movie yangu ya kwanza Timoth alifanyia editing ilikuwa, ilikuwa inaitwa My Nephew. Just imagine nilicheza South Africa. Nikaja nika edit ya huko. Alafu nikaja nikacheza Scandal akafanya better than that. Kiasi kwamba nili, nili, nilitokea nili watu anigombana na wasanii wakubwa, kwa mfano kama JB nilimchezesha kwenye ile movie yangu kama Papa Pastel na marehemu Adam Kwambiana, kwa sababu okay, nimewaita wamefanya kazi yangu nimewapay pesa zao chapa zao hizo Wapo wanaambia Doki, movie inaeditiwa wapi? Naambia inaeditiwa Mabibo. ah! <laughs> Jibia kasema, what? I say, yes, Mabibo what yes. Doki na na na na, hapana, acha kutushushia azizi zetu. Unajua watu tuko mafamous, majina na majina makubwa na wewe ulikuwa ume, ume left this country kama almost 5 years, ujui sana venye inago, eh, utatushushia majina yetu azizi yetu. Na Adam Kwambiana nikamwambia hapana, namwamini yule kijana akobera dandata. Akasema hakuna Kijana mmoja anaitwa nani, kaniambia Tiko you just magic Adam, kumwambia oh man this is bullshit man, oh my dear Dokii, what are you doing? Ebu sikiza hata jina yenyewe, mtu anaitwa Tiko ajulikani hata kwa nini? Nikamwambia Adam, hii ni pesa yangu, nimeweka hapa, it's almost 10 millions eh, na nyinyi mmekuja kunifanyia job, thank you very much, lakini ebu niache vile mimi nataka, afu mtaona kitu kitakachotoka, lakini wote walinibishia wakapinga, mpaka hata ni director alikuwa ni, uh, Adam kumwambia alikataa kuja kufanya editing kwa sababu alikuwa muamini. Tiko anasema kwanza inaenda kufanya wapi? Mabibo. Wapi? Mabibo Mureba ish yani, unaona uswazi huko, na kweli unakula una kula kona, unakutana na mavyo ndo unafika, lakini nilitoa kitu kizuri mpaka akaja kushangaa. Kwa hiyo mimi niko kitambo sana na Timamu toka Timamu effect ya ila tu hivi sasa, kwa sababu niko serious, nimerudi tena nataka kufanya sanaa. sikwadhani mimi siko na ukaribu sana wasanii wa Bongo Movie, siko na ukaribu sana and even them hawako karibu sana na mimi. Kwa hiyo mimi nafanyaga tu mambo zangu hivyo tu, na wao wanafanyaga mambo zao huko. Uh, lakini mimi siko karibu sana na Bongo Movies. Yaani utanisha tu msanii wa Bongo Movies kwa sababu unafanya movies, lakini hata ukiangalia kwa simu yangu sina hata namba moja ya msanii wa Bongo Movies. Unajua watu au wa Tanzania wako hivi, wanapenda kukuona tu kwa TV, kwa radio station, in newspapers, ka wakusikiza wewe kila kitambo wanakuona ndoko juu, lakini kama usipokuona hata kwa cover wanakuona wewe umechoka, hata ujielewi jo Watizaji ndo wako hivyo lakini kumbe mtu mepata bingo yako nyingine unapiga kimya kimya. Unajua mimi, so mtu wa social network kueleza hizo mambo zangu yani mtu wa show eh. Kwa hiyo hata wanijuage maisha yangu venye nakwenda, lakini mtu akiona tokea tumuone kwa movies watu, watu, wamepotea wamechoka wamefulia. Sasa hao watu wewe ukawabishia wasijaji, watu wajaji kwa upeo wao, lakini mimi I know what I'm doing and I know what I get kwa hiyo as long as my life ina- inasongesha mbele eh, sina nilichopungukiwa, na siko kwenye makashfa hivyo kutafuta pesa kwa njia nyingine, ila napendaga kufanya kazi yenye faida. Siko eti mimi ni kufanya kazi wewe MTZ ufurahie, unione kwa TV alafu mimi life yangu inakuwa pale pale, aisonge hapana. Tuakuja kusindikiza na maisha hapa eti kwa sababu wewe ni fans wangu mimi na uh, miskongo hivyo, ila mimi eh My things inaenda hivyo. Kwanza kabisa nikikutana na Uhuru, nitamwambia kwamba hongera sana, napenda kuongea Kiswahili vizuri. Wakenya, hongera sana kwa sababu uh, kwamba ni mtu ambaye kwanza ni mwanamume ambaye mwenye maamuzi magumu, kwa sababu historia ya Uhuru kidogo iko tofauti na mapresident wengine, mapresident wengine wa Afrika, kwa sababu Uhuru alishtakiwa the Hague na Ruto kwa sababu ya ile kipindi kile, Kenya ile ileta tatizo huku na huku, wakaanza kupigana kuchinjana na kuuana, ikawa wanaenda kuhudhuria kwa court. Wale walikuwa ni watu wawili maadui eh, eh, Ruto alikuwa kwa upande wa court kwa Raila Odinga na president uh, Uhuru Kenyatta alikuwa kwa saidi nyingine, lakini just imagine walikuwa maadui, wakaenda wanahudhuria ile kwa court, at the the end of the day eti wakaungana pamoja. At the end of the day, wakawa na maamuzi magumu yani, uh, ntamwambia pia amenifundisha kuto kukata tamaa yani, kuto kuluza hapa, eh? Eh, don't say never. You should fight forever kwa sababu kwa mtu mwingine kesi kama ile asinge think, even kugombea president. I think kukaa pamoja eti Ruto na Uhuru wakae pamoja wafanye kitu kama kile na hatimaye ile ndoto ikaja ikatimia kwa hiyo walikuwa na maamuzi magumu, na walikuwa katika kipindi kigumu sana. That time I was in Kenya, nilikuwa nafuatilia sana kesi zao. Kwa maisha ya kawaida ya mtu wa kawaida, you don't have faithful yani kwa God, eh, auwezi kujua kwamba one day nita make kwa sababu walikuwa walishachafua majina kutokana na history ya Kenya ilivyokuwa, lakini at the end of the day, wamebuka kuwa washindi wanasongesha vizuri, na hata baada ya kushinda kulikuwa kuna kesi pia, upande wa pili walikuwa wanawashtaki, lakini walisimama na ile kesi ikaenda, wakakuwa ma president. Sasa mimi nikaona nafikia sawa, amekuwa ma president. Baadaye tukawa tunasikia ah, watakamatwa watu watapelekwa kwa court huko the Hague, na jo wazungu bwana, lakini ikaenda eti waka fight. Sasa baada kwa kuingia sasa kwa state house, wakakaa waka, wakamshirikisha waka, waka, waka na yule mama yule, mwanamke strong sana Amina yule alikuwa minister akaanza kuzunguka country. Eh, baada ya country sasa kwenda kuambia kwamba waunge mkono kwamba Afrika tujitoe kule The Hague. Na it's just amazing, hii ni ndoto ambayo mtu alikuwa kwa kawaida uwezi fikiria kama ingewezekana, lakini imewezekana, eh, and then wameshikilia nchi, misaada ikakatishwa Kenya, kwa sababu that time I was in Kenya, nilikuwa nasoma, misaada ikakatishwa Kenya, wazungu wakaona hawapeji uh, hapa kule tena So and so and so and so. But Uhuru wakasema sisi ni wa Kenya na Kenya yetu, tutazidi dini, tutasongesha mbele mpaka uchumi wetu utakuwa, is just imagine, mpaka right now Uhuru anafanya mambo makubwa eh. Juzi kata amezindua train ile natoka Mombasa to Kenya 5 hours. Eh, na niko strong yani, na maamuzi magumu hateteleki, kwa hiyo nitamwambia hivyo Uhuru kwamba ongera sana you are strong. Uh, unajua sasa Kenya ca eh, sijuu nikisema nipige hizo mahesabu inakuwa ngumu sana sababu Kenya nilikuwa tu naenda kwa ile, uh, 1999 no 1997 99 2000 2004 nilikuwa nikienda ile every week lazima nikua Kenya, nikua nikuwa Kenya nikiwa nikifanya business za kufanya mazitu kule anatoka cosmetics naleta hapa dawa za kupunguza unene, pia ile mikanda slim belt naleta hapa lakini, kwa kukaa zaidi Kenya, naweza nikasema nimekaa elfu mbili na elfu mbili na tatu na nne nimekaa ya yeah, nili, nilikaka nikarudi tena elfu mbili na elfu mbili na ngapi na na tano na sita nikakaa, nilikuwa nasoma pia, kwa sababu hata ile kampeni ya kwanza ya Uhuru Kenyatta nilikuwa kule na nakumbuka Baruza alikuwa Batrida Buliana aliniambia kwamba nikuunganishe kwa Mike Sonko ufanye kampeni kwa sababu unao unajua uko vizuri pia, nikamwambia hapana, sasa hii mimi niko niko kwa skuli siwezi kuchanganya mambo, ikiwa napenda chapa, lakini ngoja kwanza nimalize skuli. Kwa hiyo huwa nakaa nakaa mwaka narudi nakaa hivyo hivyo, yani, lakini aina muda maalum sana. Nilikuwa nasomea mambo ya music <laughs> ya yeah, napenda sana music kwa kweli, basi tu lakini nilikuwa nasomea mambo, nilikuwa nasoma pale Kenya National Theatre. Katika upande wa elimu tu sana sana huwa sipendagi kuwekaga wazi lakini mimi nimesoma. Nimesomea sana sana baada ya kunini kumaliza elimu zangu, za, hizi za chini nimesomea tu mambo ya fani yangu hizi tu kwa sababu kuna kipindi nilienda pia South Africa nilikuwa nasomea mambo ya drama and theater. Sana sana napenda kusoma mambo ya sanaa ambapo naona ndo kuna mwangaza kwangu uweze kunipeleka ngasome udokta au mambo ya uchumi. Uh, inakuwa nguvu sana kwangu. Mimi naona tu zamani sasa nilikuwa tu natabika sana tu yani. Sasa, so, sidhani kama nitamiss kutabika. Hivyo na pia vile labda kingine nafurahi kwamba sasa hivi hata nikitokea sehemu sio watu wengi sana, ile Dokii Dokii, kile kipindi kile nilikuwa nikitembea na jaza watu mpaka inakuwa yani kama nikipita shule, shule nzima inatoka wananizunguka, nikipita kwa street wow, yani unakuwa huna mambo zako za kufanya, ile kimya kimya nakuwa ile ni shida, lakini sasa hivi atangati ya yaani, mpaka unishtukie na mimi ni Dokii, kama uakasipoko kwa street, lakini sina sana sana sana. Ninacho kimisi zaidi sanasana sana misi utoto tu yani, majukumu yalikuwa <laughs> so mengi. Sasa hivi kuna majukumu mobu. Zamani ningepata chapa naenda club yeah <laughs>